hii ni Bugoma TV. Habari. Habari, sisi tuna kama miradi minne ambayo tumeifanya mipya yani na mikubwa. Kwanza ni mradi wa ufunguaji wa barabara kwenye maeneo yetu tulivyoingia ile mwaka elfu mbili na ishirini baadaye mwaka elfu mbili na ishirini na moja, tukaona iko haja kwa sababu mji wetu unapimwa kwa kasi, lakini yanayopima mengi ni makampuni binafsi na yale makampuni binafsi yanaachana barabara ndio, lakini uki, ikienda ile muda mpaka kupima mpaka watu kuja kwanza kujenga barabara zile zinakuwa kama zime zimepotea kabisa, na ili TARURA wazichukue hizo barabara ni lazima sisi tuzifomu. Baada ya kuzifomu tuje na watu wa TARURA tupite tuzikague ili wazichukue zipite kwenye vikao DCC RCC, na kwenda kwa waziri mwenye zamana, sasa ndio zinatambulika kama barabara na kuanza kutumika kwa hiyo tumefanya hiyo kazi ya kuchana barabara kwenye maeneo mengi, na imetupa heshima kubwa sana, hasa kwenye kata za pembeni, kata za Shanwe, Kazima, uwanja wa Ndege, Ilembo, Misunkumiro na Kasokola na maeneo mengine Magamba eh, Mwamkulu, Kakese Kokote tumefanya na hata kama uliwasikiliza madiwani pale wameongea kwamba hili jambo lisiondoke liendelee kuwepo kwa sababu ni jambo ambalo linaonekana kusaidia sana wananchi lakini mradi wa pili ambao tutajivunia ni shule ya sekondari ya Liamba na kata um, Msemulwa ilikuwa haina kabisa sekondari. Ipo Msemulwa sekondari, lakini imejengwa kwenye kata ya uwanja wa ndege kwa sababu kipindi hicho Msemulwa na uwanja wa ndege ilikuwa iko kwenye kata moja. Kwa hiyo Msemulwa ilikuwa ina sekondari. Katika kipindi tunachoondoka sisi kama halmashauri, tuelekeza nguvu kubwa kwa Liamba ikasimama, lakini leo hii rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anajenga sekondari mpya eneo la Tulieni. Kwa hiyo tutakuwa na sekondari mbili kwenye eneo la kata ile ya ya ya ya nsemulo. Lakini kwenye kwa kata hiyo ya nsemulo tunajenga kituo cha afya cha thamani ya milioni mia tano kupitia mapato ya ndani, na alitembelea katibu mkuu wa chama cha Mapinduzi kipindi kile, na alitupongeza sana na akatuongezea mifuko 100 ya saruji kuunga kuunga jitihada mkono za halmashauri lakini mradi wa nne ambao tunaojivunia ni mradi wa shule ya, ya English Media ambayo ndiyo haijakamilika lakini tayari imeshaanza kufanya kazi. Madarasa yapo ya kutosha, tumejenga jengo la utawala size, tume, tume, tume, tumepeleka milioni mia moja kwa ajili ya kujenga bwalo. Lakini faraja ni nini? Faraja ni kwamba katika hizo milioni mia moja tulizopeleka, hazitoshi ni kujenga bwalo, lakini mapato ya shule yenyewe kwa usimamizi mzuri tuliofanya asilimia hamsini ya mapato ya shule yanabaki kwenda kuendeleza miundombinu iliyobaki kwenye shule husika. Kwa hiyo milioni sabini na sita itatoka shuleni itaenda kumalizia ujenzi wa bwalo. Tunajenga bwalo pale la milioni mia moja sabini na sita, lakini kwa mapato ya shule yenyewe pia tunataka kufanya uzi, kujenga uzio mwaka ujao wa fedha, watafanya uzio pia kujenga uzio kupitia mapato ya shule yenyewe. Kwa hiyo kwa maana sisi kama baraza la madiwani nami kama mea miradi hiyo minne ni miradi ambayo tulipambana nayo kwa nguvu kubwa na miradi tunaamini itaacha alama kwenye manispaa yetu. Sawa. Ah, kipaumbele ilikuwa ni kuwahudumia wananchi. Kipaumbele ilikuwa ni kuwahudumia wananchi na ndio maana tumejitahidi sana kusogeza huduma kwa wananchi. Lakini pili, mji wetu wa Mpanda unakuwa kwa kasi. Tulijitahidi sana kuhakikisha kwamba kuzuia u, ujenzi olela. Na kama unafuatilia mji wetu wa Mpanda ni miji michache kwenye nchi hii ambayo ukienda maeneo yote yanayojengwa kwa asilimia kubwa yamepimwa. Eh, hivyo vilikuwa ni vipaumbele, lakini kuboresha mazingira ya mji wetu. Na ukipita katikati ya mji utaona kuna miundombinu imeboreshwa imeboreshwa sana, na tunatarajia tukipata hizo kilomita nane pointi mbili tano inaweza ikaongeza Uta, utanashati wa mji wetu wa, wa Mpanda kwa maana miundo mbinu ya barabara. Mimi nawashukuru wananchi kwa dhamana niliopewa na tuendelee kuahidi tu. Madam serikali ya Rais Samia ipo. Eh, tunakwenda kwenye uchaguzi na kama tunakwenda kwenye uchaguzi, wao ndio watakuwa waamuaji, wataamua vipi, lakini tunaamini eh, bado Chama cha Mapinduzi kina nguvu na tunaamini kwamba kitaendelea kuongoza serikali. He, na kama Chama cha Mapinduzi kina nguvu na kitaendelea kuongoza serikali, tafsiri yake ni kwamba madiwani wengi ambao tuliofanya nao kazi watarudi. Kwa hiyo tunaamini, yale mazuri ambayo tulianzisha watakuja kuendeleza na tunaamini yajayo yatafurahisha zaidi, kwa sababu uwezo wa halmashauri unakuwa kwenye makusanyo na nimeeleza hapo kwa mwezi Mei tumevunja tume, tume, tume, tume, tume record ya kukusanya milioni mia nne thelathini na tatu ni historia katika halmashauri yetu ya manispaa ya mpanda haijawahi lakini pia kwa mwaka huu pia tena tumevunja rekodi ya, kutek, ya kufikia asilimia ya makusanyo yetu mwezi mmoja kabla, kabla mwaka wa fedha ujaisha tena kwa asilimia mia moja na nne kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna jitihada kubwa ambazo zinafanyika za kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma lakini hata kwa, kwenye vikundi tu vya wajasiriamali ni wenyewe mtakuwa mashahidi kwa sababu mara nyingi tumekuwa tunawaalika. E, baada ya kufungua dirisha juzi hapa tumekopesha mikopo yenye thamani ya milioni mia sita thelathini na tatu kwenye vikundi kwa manispaa ya Mpanda, na mikopo yetu inakuwa na grace period ya miezi mitatu, lakini mtu anarudisha pesa kulingana na kile alichokopa. Kama alikopa milioni kumi, anarudisha milioni kumi. Kwa hiyo huwezi uka, uka, ukaepusha jitihada hizo za serikali kwenye kukomboa wananchi kiuchumi na namna wananchi wanavyonufaika. Hii ni Bugoma TV habari.